Habari zenu Tanzania, nilikuwa nataka niwambieni, shikilieni hapo hapo, shikilieni hapo hapo. Mnamwona kimama sasa hivi almost kila mkutano anaofanya anaongelea maandamano. Leo kasema hakutakuwa na nywinywi wala ninywinywi. Sasa kama unajua hakutakuwa na kitu, mbona unahangaika? Mbona unatoa milio? mbona unatoa vitisho? si umeshajua? Tulia, ndio na kampeni zako. Anyway guys, kwa kuwapeni kwa kuwapeni report, ni hivi: kimama kapelekewa report two weeks ago, kapelekewa report na vyombo vya usalama, kapelekewa report kaambiwa, issue ya maandamano ni serious, sio issue ya kuichukulia kama utani, na lazima hatua zichukuliwe zi kisha apelekewa full report, kaambiwa hata ile maandamano ya 2017. Hawakuona credible threat kama hii at this time. Kwa hiyo wamemwambia hii issue ni very serious, mshuko kama utani. Ndio maana mnamuona sasa hivi kila mkutano anahangaika hapo alipo sasa hivi, anajijambia, msimuone hivyo, anatoa ana vitisho kwa wananchi. Yeye mwenyewe hapo alipo anajijambia kachanganyikiwa, lakini anajikaza. So ni kwenda kana niwaambie, tushikilieni hapo hapo, yaani tutashinda 29 Oktoba. Tanzania mpya inaenda kuzaliwa na Samia anajua already. Msimuone hivyo mkadhani sijui ni kiburi, sijui nini, hiyo ni coping mechanism. Sababu kishapoa ripoti, so she knows it's serious. Sasa hajui anarudi vipi nyuma, kwa hiyo nyinyi shikilieni hapo hapo, shikilieni hapo hapo.